Tanzania kuhusiana hmm, na mwezi huu kwa watu ndio kuchagua kiongozi wa nchi na majimbo na kata zote nchini. Wajue kwamba wanakwenda kuchagua maisha yao hmm. Wanakwenda kuchagua maisha yao, waache ushabiki, wapime sera, nani natufaa kutuvusha katika jambo ambalo tunakwenda nao. Utaki, ustaki, uchaguzi utafanyika tu. Hivi vitu kwa hiyo lakini sasa tupime kwamba tunakwenda kumchagua nani, jimboni unampeleka nani kwenda kusema matatizo yako, nani anafaa kutuongoza? Hizi ndio tunatakiwa sisi wenyewe wananchi tupime, kwamba nani anastahili tumweke, nani atuongoze. Lakini chengine, baada ya uchaguzi kuna maisha tusifanye fujo kwenye uchaguzi yn yani, tusivunje amani ya nchi hii. Hii amani imetengenezwa kwa muda mrefu sana, japo wanasema hakuna amani, kuna hofu, lakini ndio hivyo hivyo, tuna deha deha, tunakwenda. Ikifika mahala tukisema tunavunja hii amani, hatupati chochote, tunachokipata tutapata tabu, japo tunadai haki. Sasa hem tudai haki kwa utaratibu uliokuwa mzuri sana, tumwombe Mwenyezi Mungu viongozi wetu awabadilishe wa awe wanatenda haki na situdai haki kwa utaratibu mzuri, lakini tusidai haki kwa uvunjifu wa amani, tutaishi maisha mabaya sana. Mimi naogopa sana kuvunjika kwa amani. Hata wale wanaotuambia kwamba amani amani hawako Tanzania, hao wapo nje huko, wanapiga kelele msikubali, msikubali, msikubali, msikubali, hayuko Tanzania eh. Basi usikubali na wewe, rudi basi hapa, tusikubali wote n unasema tusikubali, mwenzangu eh, kiongozi nasema tusikubali, we huko huko, tunafanyaje? uh -huh. tushafikishwa hapa tulipo utumwani uh -huh. tunatakiwa tujitoe katika utumwa, Mungu ndo atautotoa uh -huh. wale wana wa Israeli walipigana, si Mungu ndo aliyotoa utumwani? uh -huh. akamwambia nendeni huko. Na sisi ifike mahala kama tunadai haki tudai haki kwa taratibu zilizokuwa nzuri, lakini tusithubutu kuvunja amani, tusithubutu kuvunja amani. Ah, Sheikh Shafii huwe ni mmoja, mmoja kati ya mashia ambao mara nyingi nasikia wachungaji wanakusifia, kwa masikio yangu kumsikia. Kuna mchungaji mmoja itomsikati anakusifia kwamba anakubali namna ambavyo unafanya kazi ya Mungu, lakini pia namna ambavyo unafanya mambo mbalimbali unapomuona kiongozi wa dini tofauti na yako anasifia mambo yako unayoyafanya. Unajua, sisi Mtume alituambia bwana bato fanyeni, ili watu waone nyinyi mnavyofanya. Kusema kwangu mimi na matendo yangu ninayoyafanya, kumshawishi mtu wa upande wa pili kunisifia, maanake ni moja a kuonyesha uzuri wa Uislamu, kwa sababu mimi nauwakilisha Uislamu nikisema na kuwakilisha Uislamu. Kwa hiyo kama yale ambayo wanaona mimi nayosema yako sawa, nayasifia, maanake tayari wanakaribia kuukubali Uislamu na wanaona uzuri wa Uislamu ulivyo. Mimi nimeona hata kwenye komenti moja kwenye TikTok siku moja napita, kuna kadada kamoja kanaitwa katoto ka Yesu, kadada fulani hivi, akawa amemweka mtu fulani anazungumza, lakini akasema lakini ukimsikiliza Sheikh Shafi unatamani kuingia kwenye Uislamu. Unaona kwa nini? Yaani ananisikiliza. Mbona wewe unaongea tofauti na watu wengine? Ah, mi siongei kwa kumfurahisha mtu, mi nakuelekeza dini inavyotaka. Siongei kwa maslahi ya kumfurahisha mtu, mi nakwambia utamu wa Uislamu kwa moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo nakueleza hata Uislamu dunia inataja Sawa bwana, inaielezea namna dunia ilivyo, inaielezea viongozi wanatakiwa waweje. Uislamu umeshamaliza bato. Kwa hiyo sasa ninavyozungumza, vile vitu vile sio vya kwangu mimi. Kwanza wasinisifie mimi vile vitu navyozungumza vimetoka kwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallam. Yaani Mtume ndo kaelezea namna ile, ta mtume, inna dunia arbaa, ukitaka kuiongoza dunia uwe na mambo manne. Kwanza wapatikane wanazuoni, elimu kutoka kwa wanazuoni. Ana Mtume anavyoifundisha ukitaka kuiongoza dunia, kuiongoza nchi uwe na vitu vinne. Kwanza wapatikane wanazuoni wenye elimu, watafundisha mashule, watatengeneza ndege, wataweka hospitali. Hawa ndio wanazuoni ambao wanaokusudiwa. Lakini waadalatul umara, na viongozi waadilifu. Sikia Mtume, kwanza wapatikane nani? Walimu, wanazuoni, alafu wapili viongozi wawe waadilifu. Kiongozi akiwa mwadilifu, hatamuonea mtu yoyote. Kiongozi akiwa mwadilifu, atatenda haki. Hapa ndipo unaambiwa dunia sasa itakaa sawa, itanyoka. Lakini wapatikane wa, wa matajiri, huruma kwa matajiri ambayo itakwenda kwa wasiokuwa na uwezo Maanake watatoa zaka, tutakupa wewe, utafanya biashara, watasaidia watu. Alafu na maskini nao watazamwe kweli kweli. Tusiwatazame watu walioko juu, ambao wanaojiweza. Mtume akasema watazameni maskini, wawezesheni maskini waishi katika maisha yaliyo bora. Kwani unafikiri tunaopiga kelele wote, unafikiri matajiri? Maskini ndio tunapiga kelele. Tajiri atapiga kelele? wametulia kimya wanaomba amani tu kila siku mm. Sisi maskini sasa tunaona, mbona si hatutazamwi? Si ndio tunapiga kelele? Ndio maana mtume akasema watazamwe sana maskini. Kwa hiyo bwana wasinisifie mimi, wamsifie bwana Mtume Muhammad. una urafiki na IPM? Mimi sina urafiki na IPM. lakini naongea na IPM, sijawahi kuzungumza naye zaidi ya siku moja tu, nilikuwa kwenye TikTok baada ya kuwepo kwenye TikTok, kuna mada nafanya. mm -hmm. Akanisalimia tu pale, lakini sijawahi kushika simu yake, hajawahi kunipigia wala face to face hatujawahi kuona. okay, mimi naambia arudi aje kwenye Uislamu. oh, okay. Sifikiri hivyo, lakini kama alikuwa huko basi, namuombea arudi kwenye Uislamu. Mimi nasimamaga kwenye ukweli. Ha? Nasimama kwenye kweli. Ha, mimi bwana kwanza kwanza sisi okay, kwenye Uislamu bwana bato hmm. Kuna maneno ya kumlingania mtu, usimtukane hmm. Mtu akishatoka kwenye mstari, usimtukane hmm. Ukimtukana huwezi kumleta hmm. Mtafutie mbinu nzuri za kumweleza hmm. Kwa hiyo yale maneno yako nayo yawe maneno matamu ili asikie ah, kumbe utamu uko hivi hmm. Lakini sasa kuna watu wanamtukana hmm. So ukimtukana na mtu utamleta kwenye Uislamu? Mpuzi, umetoka. E, mpuzi wewe sijui nani wewe, njaa tu wewe, hasekuwa na njaa <laughs> <laughs> e. sisi sote tuna njaa e. nani hasekuwa na njaa? Lakini unamwelekeza bwana <coughs> iko kitu kisikufanya utoke ukaenda huku, hiyo ni mitihani tu ambayo Mungu anatoa. Maisha yenyewe mafupi tu haya, kwa oh, unamtia maneno ya busara <coughs> e, na ndio maana ananifuatilia sana. Na Wakristo. E, wa wa e, eh? Eh, na Wakristo wengi mimi wananifuatilia. Mimi nimeenda kama marafiki zangu nimepokelewa na Wakristo. Shafii ndiye shehe pekee, kipenzi cha Wakristo. Eh? Kwa sababu mimi si watukane. Si watukane. Na waelekeza namna ilivyo. Ukikosea mimi nakwambia umekosea. Ukipatia nakwambia umepatia. Eh, huwa si muogope mtu katika kumwambia ukweli. Eh, lakini nitakwambia kwa, kwa hekima na busara. Sasa kuna watu wanaona mashewa wamekuwa wana machawa. Ndio shida. <laughs> <laughs> Hey, yani, hey. Shida ya watu wanaona kuna mashehe wamekuwa machawa. Sasa mimi sijafikia kwenye uchawa wa staili hiyo, ah ah, mimi nakutafutia jambo ni kuelekeza, ili tulinde nchi yetu. Mimi nakufunua akili kwamba ili tuilinde nchi yetu tusiingie katika machafuko, tufanye moja, mbili, tatu, nne, ili tuende salama kama mkutane hivi so, kwa sababu unaona kama jamaa anakubali IPM. Nilimsikia katika ile story yake moja, atakuja kuonana nami na mimi namkaribisha sana. Anakuja kuona shehe eh, e, sijui kuonana kivipi uh, kama kusalimiana au kubadilishana mawazo. Naweza kukwambia bwana, nifuati huko e, eh ndio vitabu vitasema. <laughs> Sasa eh, ni hapo vitabu ndio vitasema vibaya hapo, unaweza kuona Sheikh Shafii nami nataka sana nimuulize hilo swali. Kama wewe nini? We kimekufanya uende kule, una kitu gani unatafuta? Alafu ataniambia na moja mbili tatu, ndio tutafungua vitabu sasa. Tutaona vitabu sasa vinasemaje uhum. wala mna shida